Nasema karibu popote ulipo kwa wakati huu, na neema ya Baba inatosha na nguvu zake zipo pamoja nasi. Karibu sana siku zote e, ndani ya Radio Fortune Africa. Hiyo ni nukuu ya matumaini. Katika nukuu, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, wala akuketi barazani penye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo na sheria yake uitafakari mchana na hata na usiku. Katika nukuu, heri mtu yule asiyokwenda katika njia ya wakosaji siku zote. Katika nukuu tusema hivi, Mungu wetu ni mwaminifu siku zote, anakuahidi atakupa kila alichokuahidi. Mungu atakupa kila ambacho amekuahidi lazima utakipokea, usiwe na shaka na wala na hofu na wasiwasi kwa mambo mengine madogo madogo yanayokuja. Nachoweza sema ni hiki, wacha tamaa, fanya kazi yako kwa bidii, na siku zote maisha ni mapambano. Ikiwa utajitenga na kukaa na watu wanaoendelea kupambana, basi mafanikio yako yako karibu nawe siku zote. Jitoe mwanga kwa ajili ya kazi iliyo mbele yako, kuwa na bidii maana utakapofanya hivyo hautajipata katika zile shirika la watu ambao maandika nasema, eli mtu yule asiyo keti katika shauri ya wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala akuketi barazani wenye mizaa. Mtu atakayejipata katika baraza la watu wenye mizaa, mtu ambaye anatamaa na hawezi fanya bidii kupata kitu kile, basi inabidi aketi katika mizaa mingi. Mtu asiyo na bidii, basi itabidi hawachane kukaa mahali palipo na neema ya Mungu na kwenda katika vikundi vya watu ambao mtukuzi Mungu kila kuchao. Moyo wangu ni huu, kila wakati uwe na marafiki wanaopenda maisha na pia wanaopenda kumtukuza Mungu. Uwe na marafiki ambao siku zote wanajituma kukaa karibu na uwepo wa Mungu na kuachana na vita na vitina. Siku zote vitina, kijicho, rombaya na chuki haitampeleka mtu mbele za Mungu haitamsaidia mtu kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, lakini mtu ambaye anaishi maisha ya kumpendeza Mungu, basi chuki haiko mbali naye. Anaishi maisha mazuri. Siku zote tuishi maisha ya kuishi kuwa na uvumilivu. Uvumilivu ni jambo la maana sana. Hata katika upanzi, uwezi ukapanda e, katika upanzi uwezi ukapanda mbegu leo na ukaivuna kesho, lazima itaota ife mchangani na mwishowe itaamka, baadaye itakuwa mbegu kubwa. Baada ya kuvumilia na mwisho utapata mazao na mavuno mazuri. Nasema hivi, mtu yule anayempendeza Mungu kuishi maisha ya kufuata sheria zake, lazima ataishi maisha ya kumtumikia Mungu na kukaa katika uhusiano wake na Yesu, siku zote akingojea mbegu aliyepanda udongoni kame, ikawe nzito nzuri, na mwisho akavune vizuri. Basi ishini maisha ya kuwa uvumilivu siku zote, wapendeni walio karibu nanyi watini walio wakuu na wadogo wenyu, wasaidieni wale wanaohitaji msaada wenyu, na siku zote muache kujivuna. Leo hii unaweza kuwa uko mahali pazuri, unakula na kusaza vizuri, na kuna wengine ambao sasa hivi wanapitia linzito ngumu, hata wengine wameshindwa jinji, wanaweza lipa hata nauli ya gari, wanatembea kwa miguu. Na wengine wao wamekosa hata kulipa zile, eh, zile fedha za kuishi nyumba zile zao wanaoishi za kukodi, wameshindwa kulipa. Na kwa nini? lakini kuna wengine wao wana fedha sasa, mali imejaa, mambo mazuri, fedha zimejaa mfukoni, e, akaunti zao zinalina pesa. Lakini inamaanisha nini naposema hivyo? Siku zote tu wana matumaini ya kesho, licha kuwa leo inawezaonekana kuwa mzito. Lakini nasema hivi, heri mtu yule asiyokwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani wenye mizaa, basi sheria ya Bwana ndiyo inayempendeza na sheria ya Bwana anaitafakari mchana na usiku, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda wa yake kwa majira yake, wala jani lake halitanyauka, halitanyauka na na kila alitendalo litafanikiwa. Nasema hivi ya kwamba jani lake halitanyauka, tuwe na matumaini ya kwamba mambo tunayofanya yatafaulu, tena yatakuwa makubwa. Bwana atatufanya na atatuweka katika chemichemi ya maji kando kando ya vijito majani yetu yatanyauka, siku zote tutazaa matunda kwa wakati wake, na siku zote tutafaulu na tutakuwa watu bora maishani. Mungu akusaidie sana katika hatua zako zote, unaposonga mbele na kuyafahamu mambo haya ya kwamba naye atakuwa kama mti uliyopandwa uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda. Uwe na matumaini ya kwamba umepandwa kando kando ya vijito vya maji, na zaidi ya yote utazaa matunda kwa wakati wake, na wala jani lako halitanyauka utafaulu na vitu utakavyovifanya vyote na kuviguza, vitainuliwa na neema ya Mungu itakuwa juu yako. Asante, ndiyo nukuu ya matumaini. Asubuhi njema kabisa, leo hii nawasalimu watu sehemu zile za mlolongo phase 1, phase 2, phase 3. Ngwata nasema Mungu awalinde sana, mnapoendelea kufuatilia na kuisikiza idhaa ya Radio Fortune Africa popote mlipo. Jehova awatende mema, awazingire nawainue sana Nasema hivi ninapoondoka ya kwamba ni vyema pia kusimama na kitu hiki kifedha na pia kimaombi, na itakuwa jambo la kupendeza sana. 45 61 468 hiyo ni TIN namba yetu. Unaweza simama na kitu hiki fedha na Mungu atakubariki sana. Tunahitaji tu tupe ile boost, utu boost kidogo ili tupate mtambo wa nguvu transmitter, na iweze kupeperusha na kutupa sauti zetu kwa mbali na kwa njia ya ja FM. Kwa wale ambao wako Gaboni na inchi za ng'ambo gambo, unaweza enda uka Google tu Radio Fortune Africa utapatana na app ya Zeno pale chini, kuna sehemu ambayo ni ya donate. Basi uta donate kile ulichonacho kichache, utakome boost kazi yetu na kuifanya kwenye pesi, nasi tuvuke na, na kufika FM na jina la Baba litainuliwe milele. Asante, imekuwa ni nukuu ya matumaini na Matthew Ndeva. Heri mtu yule asiyekwenda kwa njia ya wasio haki. Bwana awabariki sana na awatende mema. kwa heri.